Kufungua biashara ni jambo la kwanza, halafu kupata wateja ni jambo la pili. Biashara imeshafunguliwa, kwa jambo la pili tutakuta wote, yaani tutahakikisha watu wanakuja hapa, kama jinsi watu wanavyotulipa huko matangazo, kuwafanyie. Tunasubiri kufanya matangazo ya nyumbani. Kwa hiyo nguvu ambayo nilikuwa naiweka huko nje, hii ni familia yangu. Asmaa ni mtu ambaye eh, na shida, naomba milioni tatu wanatumia sasa

binti yako iko safi, Mama Chanja. Mimi najua wewe una cha kumwambia Asmaa kipi? Zaidi waambie watu ambao wanakuona wewe na ukaribu wako na Asmaa, Watanzania wengine juu ya hili swala iliofaika. Sawa?